Mimi naomba nitoe wito mmoja tu na huu wa, wa, wa, wala sio maelekezo, ni wito, ni kwa mkandarasi kwamba itakuwa ni aibu, ni fedheha kwake endapo mwisho wa nyongeza ya mkataba aliyopewa itafika kabla hajakamilisha mradi ulioko unaoendelea kufanya kazi. Ajenge heshima yake kama mkandarasi mwaminifu aliyepewa heshima ya kujenga chuo chetu kampasi ya Mkinga kwa kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati. Katika maeneo mengi ambayo tumekwenda percentage ambazo so far zimetekelezwa zimeenda kwenye sabini na mbili mpaka sabini na tano, na ni eneo moja tu ambalo imetajwa asilimia themanini. Mtihani tunakupa ni huo wa kuhakikisha unatekeleza mradi huu kwa wakati kulingana na nyongeza ya muda ambayo umepewa kwenye, kwenye maombi uliyofanya kwenye, kwenye kuongezewa, kuongezewa muda wa utekelezaji wa mradi. Hii itakujengea heshima sana, na kwa sababu chuo chetu umesikia kwamba malengo ya miaka ijayo ni kufanya chuo kikuu kampasi hii iwe chuo kikuu kamili. Ukifanya vizuri, tunaamini mtu wa kwanza atakayekuwa anatazama katika kuendeleza miradi katika eneo hili utakuwa ni wewe. Sasa tekeleza haya ambayo umepewa kwa maana ya kuhakikisha ndani ya mwezi wa pili, kama ambavyo nyongeza ya mkataba inasema, basi uwe umekamilisha zoezi hili vizuri. Naomba mimi nikuhakikishie, makamu mkuu wa chuo, Mungu akitujalia, tarehe ishirini na nane kama mwakani, mwaka mwisho ni tarehe ishirini na nane mwezi wa pili, basi lile tarehe yote ya mwisho ya mwezi wa pili mimi na kamati yangu ya usalama tutakuja kushuhudia mkandarasi amekamilisha ama hajakamilisha, na kama hajakamilisha, basi na sisi tutafikiria nini tufanye, kwa sababu atakuwa ametudharaulisha. Nipongeze serikali kwa ujumla wake, kwa maana serikali yetu inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamua kuwa, kuwa na mkakati huu wa kufanya expansion za, za za, za, za vyuo vyetu na ninyi mkapelekewa kupata hizi dola ishirini na moja milioni kutoka kwenye mradi huu wa Benki ya Dunia. Bila ridhaa ya serikali, naamini kwamba Mzumbe msingepata fedha hizi. Ni kutokana na utashi na malengo ya serikali yetu kuona huduma za elimu ya, ya, ya juu zinasogezwa karibu na wananchi. Ndio maana serikali imetoa, imekubali fedha hizi na ikaleta kwenye chuo chetu na hatimaye na sisi wanamkinga tumepata sehemu ya fedha hizi ambazo ni bilioni arobaini, bilioni 49 ambazo zinawekwa katika eneo hili la chuo chetu hiki cha, cha, cha, cha, cha Mzumbe bilioni 13 so ambazo zimewekwa hapa Mzumbe. Tunashukuru sana utashi huu wa rais wetu, lakini ni jukumu letu sasa sisi wote kwa pamoja, kwa maana ya jumuia ya chuo kikuu Mzumbe pamoja na sisi ambao tuko huku kwenye eneo la mradi tuongeze nguvu ya ushirikiano wa pamoja ili kuhakikisha fedha hizi zilizotolewa basi zinatekelezwa zinafikia malengo yale ambayo yamekusudiwa. Kuna nyongeza ya fedha ambazo tunatarajia kuzipata na 80% ya fedha hizo mnazielekeza katika mradi huu. Tunakushukuru sana, hii ni dhamira sahihi sana, ni dhamira njema ambayo inalenga kuwezesha chuo hiki kufikia viwango vya kimataifa. Kiwango cha mafunzo kinachotolewa na, na chuo chetu kikuu Mzumbe ni kiwango cha mataifa cha. Niendelee kutoa wito kwa wenzetu mlioko karibu, kwa maana serikali ya kijiji cha Gombero, tuendelee kutoa ushirikiano wa karibu katika kuhakikisha maeneo ya chuo chetu yanalindwa, pasiwepo na uvamizi wowote katika maeneo haya ili kuwezesha mji huu wa chuo kikuu Mzumbe hapa Gombelo unapangika vizuri. Nikuhakikishie mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwenye eneo hilo la mtoto wetu huyu, sisi tuko dedicated, tuko serious, tunataka katika kipindi hiki ambacho tupo na katika kipindi cha mpango mkakati ujao wa sita, miaka mitano ijayo, tufike mahali ambapo hii campus inafika kwenye, kwenye kiwango ambacho kwa mujibu wa mpango mkakati ule tulikuwa tumeshakifikisha chuo kwenye eneo zuri sana kuitwa campus. Kwa sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakisogeza, tunasogeza hii campus kuelekea kwenye hadhi hiyo kwa kipindi ambacho sisi tuko hapa. Kwa hiyo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba nitoe ni hiyo commitment na tutaendelea sasa kuwasimamia e, eh, kwa kufanya kazi kwa karibu na, na consultant wetu lakini pia na mkandarasi kuhakikisha kwamba ule muda ambao tumepangiana anafikisha kwa viwango lakini pia kwa kwa, kia, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, namna ambayo inatakiwa lakini pia kwa viwango ambavyo vinatakiwa. Hiyo moja. Pili mkuu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, nataka nikuhakikishie kitu kingine kwamba tunaendelea kuwa na mahusiano mazuri na wenzetu na tutaendelea kuboresha mahusiano kati ya sisi na wadau wa hapa, kuanzia serikali, chama na wadau wengine wote. Tumeanza vizuri kama ambavyo umeambiwa, na tunachotaka sisi ni kuhakikisha kwamba mahusiano haya yanaendelea kudumishwa kwenye maeneo haya, kwa sababu mwisho wa siku hiki chuo ni cha wananchi, ni chuo ambacho kinatakiwa kiwe relevant kwa ajili ya wananchi wa hapa, waone kama ni sehemu kabisa ya jamii ya hiki chuo na wanafunzi wetu wakija wajione wako kwenye mikono salama kwenye maeneo haya. Kwa hiyo nataka nikuhakishie pia, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwamba tuko committed kuendeleza mahusiano mazuri kati ya sisi na jamii nzima, kuanzia mkoa wilayani, lakini pia na wanajamii wa hapa. Changamoto nyingi za kutokumalizika kwa huu mradi zimetokana na mkandarasi, matatizo ambayo mkandarasi aliyapata na, <coughs> tumemsimamia kwa nguvu zote na tunaamini kwamba tukimpa miezi mitatu zaidi huu mradi utaweza kukamilika tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Ujenzi unaenda kimkataba, na kama kutakuwa na adhabu ama kutakuwa na mikakati yote atakayochukua mkuu wa wilaya, ni lazima yazingatie mkataba. Kwa taratibu za mikataba ya ujenzi, mkandarasi asipomaliza kazi na hakuna sababu zozote za kutokumaliza kazi tunatumia kifungu fulani cha hamsini na moja za general conditions of contract ambacho kinasema ni liquidated damages. Kwa hiyo mkandarasi itabidi apewe liquidated damages ambazo zinalingana na kitu ambacho kiko kwenye mkataba. Hatuombi bungu kwenda kwenye adhabu hiyo, kwa sababu itakuwa imekula ile faida yote ya mkandarasi. Tunaamini mkandarasi kwa sababu ni mzawa atafanya kazi aweze kumaliza ile kazi wakati. Kwa hiyo extension of time ambayo sisi tumempa, utekelezaji wa mradi wote ule mkubwa umejificha kwenye, kwenye swala zima la manunuzi, na tunategemea kukamilisha kwa huo muda tuliopewa, kwa sababu tumefanya asilimia kubwa ya manunuzi ya vifaa vyote vya ujenzi, na hivi tunavyoongea tunavyo mkononi, na hilo tunal, tunaliona linatupa uhuru wa kukamilisha mradi kwa wakati. Mathalan tunavyoongea tuna milango ambayo mnaiona nyuma yenu imeshakamilika kwa asilimia zote za majengo yetu yote. Vifaa vingine vya service viko store, aluminium zote zishazalishwa. Swala lilobaki ni kuna, tunasubiri finishing kama jengo letu linavyoonekana ikamilike zivilete viwanze kufitishwa. Kwa, kwa sababu hizo tunajiona kwa muda tuliopewa na kwa kufanya kazi mchana na usiku tunaweza tukakamilisha kwa huo muda ambao tumeongezwa.